Sehemu ya nne: Harusi ya Simba na Malkia wa WCB. James Shija akuwa MC wa harusi ya karne. Siku imewadia. Jua limechomoza la dhahabu, ndege wanapiga kelele za furaha juu ya anga la Dar es Salaam. Ukumbi wa Serena Hall umefurika watu, wanamuziki, viongozi, mastaa wa Bongo, na mashabiki waliopata nafasi kupitia droo ya bahati. Kila mtu anangoja tukio kubwa: harusi ya Diamond Platnumz na Zuchu. Mbele ya ukumbi, mimi James Shija, nimesimama na kipaza sauti mikononi, suti ya kijivu imekaza kama ninakwenda kusimamia mjadala wa kitaifa. Lakini leo, mimi ni MC wa mapenzi. James Shija anaendelea: leo tumeshuhudia mwanamme aliyeimba Nitarejea sasa ametimiza ahadi. Aliyeimba Jeje, sasa anaenda kuwa bwana harusi wa kweli. Na mrembo wetu wa Zanzibar, mwenye sauti ya malaika, anakuwa mke halali wa Simba wa Tandale. Mashabiki wanapiga kelele, ee Simba. Baada ya muda kidogo, Zuchu anaingia ukumbini akiwa amevalia gauni jeupe lenye mwanga wa almasi. Diamond akiwa kwenye suti ya kifahari ya nyeusi anakaa kama mfalme anayesubiri malkia wake. Ninakaa kimya kwa sekunde tano, kisha ninainua kipaza sauti tena: wageni waalikwa, ukiona mwanamke akitembea taratibu, huku moyo wako unacheza midundo, ujue si fashion show, ni mapenzi halisi yanapita. Watu wanacheka, wengine wanaswipe machozi ya furaha. Baada ya kiapo cha ndoa, Diamond ananigeukia, akasema kwa sauti ya chini. Diamond: kaka James, unaona sasa ushauri wako umefika mwisho mzuri? James: Simba, huu si mwisho, huu ni wimbo mpya wa maisha. Korasi itakuwa mapenzi ni kazi ya moyo, siyo biti ya studio. Diamond, akicheka, umeua kaka, nitaiita nyimbo yangu ijayo hivyo hivyo. Wakati wa kukata keki umefika. James Shija anatangaza: Leo hatutakata keki tu, tutakata stress zote za maisha ya bachala. Simba anakata keki, Zuchu anakata wasiwasi wasi, na sisi tukate uwivu. Ukumbi mzima unacheka, kamera zinawaka kila upande. Baada ya sherehe, Diamond anapaza sauti kwa furaha. Kaka James, nashukuru kwa ushauri wako. Bila wewe labda leo ningekuwa na shoot video ya mapenzi yamekolea badala ya kuoana James. Asante Simba, sasa kumbuka, ndoa ni kama nyimbo zako, ukitaka iwe hit lazima uwe na lyrics za upendo, melody ya uaminifu na beat ya subira. Zuchu anampigia makofi mme wake mpya, wote wanacheka, kamera zinakamata kila tabasamu. Usiku wa harusi unamalizika Muziki unachezwa taratibu, na mimi James Shija ninainua kipaza sauti kwa mara ya mwisho: wageni waalikwa, leo Simba wa mziki amegeuka kuwa mfalme wa ndoa. Ndoa yao iwe kama wimbo usioisha, unochezwa na moyo, si redio. Hongera Diamond, hongera Zuchu, dunia imeshuhudia mapenzi halisi. Umati unasimama, makofi, kelele na furaha tele. Mwisho wa sehemu ya nne. Nilienda kulala nikitabasamu, nikijua kazi yangu kama mshauri imefanya historia, na kesho nikiamka nitakuwa msii wa ndoo nyingine ya moyo wangu na kahawa ya mama nitilie.